Kayo. Ni kweli swali lile eh, kwa Mheshimiwa Magufuli kuhusu demokrasia lilikuletea matatizo? Kwanza nimechoka, unajua nimechoka na maswali ya ya kushtukiza mazito e, nitasema mambo mawili hmm, kwa sababu Mheshimiwa Magufuli ameshatangulia mbele ya haki, yale yaliyonikuta nisingependa kuyasema yakatafsiriwa kwamba ni Magufuli. Yani kuna mambo yanatokea mabaya, watu wanatafsiri ni ni, ni, ni maelekezo kutoka juu ulichokifanya mm. Sasa ha, hata mimi ni kweli hilo swali lili lili li, yani li, lazima nikubali lili lilinijeruhi, na sikuwahi kusema nimejeruhiwaje na sijawahi kulalamika ili nsije nikaonekana sasa nalalamika, lakini ni kweli, na sijasimama mpaka kesho, ila mm. ila kitu ambacho naendelea kusema sio mabaya yote yanayotokea ni kweli ni maelekezo, ila hapa katikati, yani kati ya kule juu kwa, kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano na huku chini kwa watendakazi, kuna watu ni washenzi majinga fulani ambayo yanafanya vitu vya ajabu vya kijinga jinga, na kwa hoja kwamba ni maelekezo kutoka juu, lakini huko juu kwenyewe sio kweli mm. kwao mimi, yale ambayo niliyapitia mimi sa, kwa sababu ni mwandishi na, na nimefanya kitu kinaitwa IJ, kwao mi pia nikatumia Ketikete. Sasa e, nikatumia sasa mbinu zangu za ki-IJ kum, kumfikia jamaa huko juu kwamba ni yeye ndo, yeye kweli anaweza akawa anafanya haya kupitia hizo njia zangu nikaja kujua sio yeye. Sasa katika kujua sio yeye kwao, nikatoa taarifa kwake kwamba nimefanyiwa abcde na, na watu wako huku chini Tok, toka baada ya kutoa hiyo taarifa, nadhani withini kama withini a wiki nili, nilirudishiwa nilinyang'anywa press card alafu miongoni mwa vitu ukaambiwa kwamba

kwamba bwana unatakiwa utolewe nje. Nikasema kwamba jamani, hata kama siingii kwa ajili ya kutangaza maonyesho ya saba saba, mimi kama Mtanzania haki yangu ya kuingia huku saba saba bado ipo. Ndo nikaambia hiyo haki haipo, imeondolewa, usura yako isionekane hapa. Sasa vitu vya namna hiyo nikaja kuuliza kwamba is it possible kweli vikafanywa na watu wenye mamlaka kupitia njia zangu. Ndo nikaja kujua kwamba hawa wanaosingizia kwamba ni maagizo kutoka juu ni watu fulani. Wakati na hao watu, wakati sasa, bad news bado wapo, na ndio hao ambao, sasa kuna vitu vinafanywa na serikali ya mama Samia, watu wenye akili, unajiuliza kwamba hivi kweli mama Samia anaweza kawa anavifanya hivi. Kumbe hao watu kati ndo wanamshauri mama, hii hacha tushughulikie sisi, ili liko ndani ya uwezo wetu, wanatuchafulia nchi. Kwa lugha nyingine, unataka kusema kwamba kuna watu wanafanya vitendo wakiamini yes, wanasaidia ama kumlinda kiongozi yes, kumbe wanamchafulia kabisa kabisa, yani kabisa kabisa. Kwa mfano, mfano mzuri kabisa ni huu, sasa hivi hizi kelele zinazoendelea sasa k kwenye hii kesi Hihihi hii ni kesi ya uchafuzi yani, yani ilikuwa wale washauri wake wa sheria wa. Yani, yani kuna baadhi ya vitu ukisema hata kama umesema ukiviacha na kuvi-ignore unakuwa umesaidia zaidi kuliko kuvishupalia na kuvivalia njuga, unakuwa umevi-escalate. Na sasa hivi hapa tulipo, mi nasema mama hajachelewa, hajachelewa to do the right thing yani, kwa sababu huko tunakokwenda hapo, hapo yule iuni tunamwita kaka mdogo yani, iuni kaka mdogo. Kaka mkubwa mwenyewe yuko bado yuko kimya. Kelele zikimfikia kaka mkubwa, kaamua kufanya mambo, mtakuja kusikia kesho kesho kutwa. Baadhi ya viongozi wetu wanakuwa bandi harusi kwenda maeneo fulani fulani, kitu ambacho sio kizuri kwa nchi yetu, inachafuka bila sababu. Nini ulifanyiwa? Mm. ukiachana na hilo la Sabasaba ambayo yeah, hujapona mpaka leo ya yeah, ni kwamba ka kabla ya saba saba, mimi nina kampuni yangu inaitwa PPR ilikuwa ina, ina ofisi Mkwepu, nilikodi jengo zima la, la National Housing na tulikuwa tunalipa kodi kila mwezi ni zaidi ya milioni tatu. Nilikuwa na wafanyakazi ishirini yani pale PPR alafu nilikuwa nina tenda tano za serikali. Tenda za serikali mimi ninafanya kitu kinaitwa media consultants, kwa hiyo zile tenda za serikali na kuwa mimi ndio naongoza matukio ya idara fulani tano za serikali ambayo zina hela ndefu kidogo, kwa hiyo nalipwa kila mwezi, nalipwa kitu kinaitwa retainer, yani ile retain, kuni retain mimi na wale wafanyakazi wangu ishirini kwa, kwa lile swali niliuliza. Tarehe ilikuwa ni tarehe tarehe sita Novemba. <coughs> Ilipofika tarehe thelathini Disemba nikapokea barua sita <coughs> kutoka kwenye zile taasisi za umma zikiniambia kwamba tumesitisha mkataba wako na sisi. Sasa kwa sababu ni mkataba, kuna sheria za mikataba, ukisitisha wewe utanilipa nikisitisha mimi nitakulipa mm. katika hizo hizo sita, ambazo zimesitisha, tano wakasema sio, tumesitisha tumevunja na hatukulipi. Alafu moja wakavunja, lakini wakanilipa. Hiyo ambao walinilipa kwa sababu mkataba wake ulikuwa ni wa kimataifa, sio sio mkataba wa hapa yani, ilikuwa ni mkataba wa donors funds. Kwa hiyo serikali ilivyokubali kwamba basi tumevunja mkataba yule moja huyo mmoja akanilipa. Kwa hiyo baada ya ule mkataba kuvunjwa, nikawa siwezi tena kuendelea ku maintain ofisi ya ya ya milioni tatu. Kwa hiyo nikahama sasa, kutoka lile jengo la la nililokuwa nalimiliki mtaa wa Mkwepo, nikaamia kwenye kiji chumba cha kupanga pale jengo la Posta House. Alafu niliumia mno ku release wafanyakazi wako kumi na tano. Hmm. Nikabaki na watano alafu, katika hao kumi na tano kuna some of, some of them the, they're the good ones. Alafu kule waliko, yani, nikiangalia jinsi hao waliowapata wanavyowasaidia, yani nakuja kusema kabisa kwamba hawa niliwa, niliwapika mwenyewe kutoka jikoni chini kabisa, unawatengeneza unawapeleka chuo unawalipia unawalipia journalism unawalipia production unagharimia vyuo, lakini baadaye I had to leave them na niliwaacha huku naumia Niki, nikisema kwamba basi mambo yataisha, kitu ambacho kilikuja kufanikiwa baadaye. Nasema kupitia zile njia zangu nilikuja kujua kwamba sio sio mzee yani, ni watu fulani hapa chini, lakini ilifika mahali kweli nikarudishiwa ile press card yangu kwao, nianze tena. Ukishaondoka mahali kwa muda wa miaka mitatu, hmm, alafu ukirudi sasa, ndo nimerudi ndo nimekuta saa mambo mengine ndo nimekutana sana jinzee Genzi, au ambao Gen tayari wako wa, wako mtaani, alafu spidi unaokimbia nayo mimi pia nakuwa si, siwezi kupatana nao. Kwa hiyo mpaka sasa hivi bado naendelea, ila nachoshukuru Mungu na, na hii, hii nitoe fundisho kwa, kwa, kwa wanahabari wengine wote kwamba, kama, kama unawe ni mfugaji mzuri wa, wa, wa, wa, kuku, fuga kuku na, na njiwa, yaani ili, ili njiwa wakiruka kuku watabaki na kama ni mtekaji mzuri wa maji kwenye ndoo mm, teka maji kwenye ndoo na kwenye kidumu. Ukiteka maji kwenye ndoo na kwenye kidumu, maji ya ndoo yakimwagika, unajua yanamwagika yote, lakini maji ya kwenye kidumu yanamwagika kidogo kidogo, unaweza ukaokoa kidogo na ukabaki salama. Sasa mimi zaidi ya kuwa ni, ni mwandishi wa habari pia nilisoma sheria kwa, kwa, kwa hiyo ni mwanasheria na ni wakili kwa hiyo baada ya mambo kwenye habari kunigeukia mno hmm. Sasa nikageukia haya mambo ya sheria. Kwa hiyo, i'm still surviving, bado na survive na mambo yakisimama vizuri tutarudisha kipindi kama kitimoto yoan. Hai bana, pole sana, lakini hakukuwa na tishio la maisha no, zaidi wa... ya tu ya kampuni yako kutikisika kiuchumi no. Kwenye tishio la, tishio la maisha kusema kweli, vimeseji vi vya vitisho vilikuwa vinakuja, lakini kitu ambacho nashukuru na hili sasa ni, ni kumshukuru tu yani, mimi kushukuru Mungu kwamba pia nilitoka yani, nilitokea bahati nzuri, nimetoka kwenye kwenye kabila moja na, na, na mzee baba kwa tnot. Katika, katika kashikashi zote zilikuwa zinatokea za za watu kupotezwa au nini, kuna, kabule, kuna kabila moja ilikuwa ni royal family, hatukuguswaga hatu yani koko, hiyo ndio ikawa labda salama yangu. <laughs> <laughs> Labda ningekuwa ni, ni, ni kutoka sehemu zile nyingine nyingine hivi yaani saizi sijui hata kama mngekuwa mnajua hata habari za, un, za unyayo wangu ndugu yangu Mayala kwa, kifu, kwa. Mm -hmm. Niambie kwa kifupi sana kwa sababu ya muda mm. Unajutia kuuliza swali lile? Hapana, yaani katika vitu ambavyo sijuti na, na nasikitika kwa maisha ambayo nimeyapitia kutokana na kuuliza lile swali, lakini sijutii kuuliza lile swali. Ila kitu ambacho pia nakubali, nikipata nafasi nyingine ya kuonana na wao waheshimiwa, pia nakuwa siulizi maswali magumu, kwa hiyo <laughs> yani, mimi pia I'm learning the hard way, kwa sababu yani, at the end of the day, mi naweza nikawa nishudia, ni shujaa alafu nikiumizwa kiuchumi, familia ndo inaoteseka Yani sio mimi na mke na watoto na shule na ada na nini. Kwa hiyo baadae, unajikuta kwamba kuna kitu unafanya cha kishujaa, alafu unaishia kuitesa familia yako bila sababu. Na hii ni duniani kote, kwamba wanaouliza maswali magumu wanapitia mambo magumu. Kwa uelewa wako kama mwanahabari? No sio, sio sio sio, ni kweli yani, kwamba kila kitu yani, kitu ambacho ni kweli kwamba ukiwa mkweli mno, hmm. yani ukiwa mkweli mno kwenye dunia iliyojaa uongo na na hadaa, we unakuja kuonekana kama adui. Kwa mfano hili jambo ambalo mimi sote nalipigia kelele, yani nikiendelea kusema kabisa kwamba hii mabadiliko madogo ya katiba ni jambo la muhimu sana, na hili pia nikiwambia pia na wengine kwamba hata kile kisimba cha Kizimkazi kinaweza kikaachiwa. Kuna watu wapendi ukweli wa namna hii mm. wanaona kama bwana, we Pasco, huyu mama atakasirika sisi waandishi, fani yetu, hebu tu, tutendeni kwanza kwenye bahati nasibu, ili nisiingie kwenye hiyo fani ya uandishi alafu watu wakakosa miamala yao. Unaona kama muda umefika.